Karibu tena. Leo tunaingia kwenye mada ambayo um, na kuahidi itakufanya ufikirie kuhusu jinsi unavyokaa na kutembea kwa njia tofauti kabisa kabisa. Chanzo chetu ni cha ajabu kidogo, ni mahojiano kati ya mwanahabari na farasi <laughs> ndiyo, farasi anaitwa Gandour na inaonekana na maarifa mengi sana kuhusu anatomia na anachotoka kuzungumzia ni jinsi bega lako linavyofanana na hasa linavyotofautiana na lake. Na kabla hujaanza kujiuliza, hapana, farasi haongei, ni kama dhana ya kimahojiano inayotumiwa kuelezea sayansi kwa njia ya kipekee. Lakini kinachovutia hapa ni jinsi mtazamo huu unavyofungua uelewa wetu. Aha. Gandour anatumia sitiari zuri sana anasema, mabega ni kama mbawa zisizo na manyoya, mbawa zisizo na manyoya. Hiyo pekee inakwambia tunakwenda safari ya kuelewa mwendo na uhuru, sio tu mifupa na misuli. Haswa, lengo letu hapa ni kuchambua mawazo haya na kuona jinsi hekima hii ya farasi inavyoweza kukusaidia wewe katika maisha yako ya kila siku. Sawa basi, hebu tuanze na tofauti kubwa zaidi ambayo Gandor anaitaja mara moja. Naam, anatuambia sisi binadamu tuna kitu ambacho farasi hawana kabisa, mfupa wa kifundo ile, clavicle ule mfupa unaouhisi juu ya kifua chako ehe, unaounganisha bega na kiwiliwili, ndiyo huo. Ni kama daraja la mfupa na daraja hilo linafanya kazi muhimu sana . Chanzo kinaeleza kwa kwetu, linatupa kitu kinachoitwa utulivu tulivu, passive stability, utulivu tulivu yani, muundo wenyewe wa mifupa unashikilia bega letu. Lakini kwa farasi ni hadithi tofauti kabisa. Hawana daraja hilo, hawana kabisa kabisa. Bega lao lile jembamba, omoplate, hajaunganishwa na mfupa mwingine wowote kwenye kiwiliwili. Kwa maneno mengine, linaelea. Subiri kidogo, linaelea? Hiyo inasikia kama ni ajali inayosubiri kutokea. Yaani, hakuna mfupa unaoshikilia mkono wao wote wa mbele kwenye kiwiliwili, hakuna kabisa. Sasa ni nini basi kinachozuia lisidondoke? Hapo ndipo swali zuri linapojitokeza na ndipo maajabu ya kibaiolojia yanapoonekana. Badala ya mfupa, farasi wanatumia mfumo imara na, e, tata sana wa misuli aha. Fikiria kama wavu wa misuli trapezius, serratus, pectorals, zote zinafanya kazi pamoja kufunga bega kwenye mbavu na uti wa mgongo. Chanzo kinasema hii inaunda kitu kinachoitwa kusimamishwa kwa nguvu tendaji dynamic suspension. Aha, kwa hiyo badala ya nguzo imara ya zege, wao wana mfumo wa nyaya zenye nguvu zinazoshikilia jengo. Haswa, nafikiria kuhusu siti ya hiyo. Jengo lenye nguzo za zege ni imara, lakini haliwezi kusogea. Lile la nyaya linaweza kuyumba kidogo na kunyonya mushtuko kama daraja la kisasa. Ndio hasa tofauti hapa. Hii inamaanisha bega la farasi liko kazini muda wote. Halipumziki. sisi tunaweza kuegemea mifupa yetu tukiwa tumechoka, lakini kwa farasi, uchovu mdogo tu kwenye misuli hiyo unaweza kubadilisha mwendo mzima. Ni kama kujaribu kusawazisha rundo la vitabu kichwani. Kabisa, unaweza lakini inahitaji umakini usiokoma. Sasa nimeelewa. Hii ina maana farasi wanahitaji uratibu wa hali ya juu sana kati ya misuli yao ili tu waweze kutembea, lakini ikiwa bega linashikiliwa na misuli, je, hiyo haileti hatari ya kuwa gumu na kubana muda wote? Swali zuri sana. Yaani najiwazia mimi nikijaribu kushikilia kitu kwa nguvu, misuli yangu inachoka na inakuwa ngumu. Na hilo linatupeleka moja kwa moja kwenye kiini cha hoja ya Gandour: utulivu haimaanishi kuwa mgumu. Anasema bega lenye afya linapaswa kuteleza kwenye mbavu. Kuteleza, dhana mbili muhimu za mwendo. protraction na retraction Sawa, hebu tuzichambue hizo. Protraction ni nini hasa? Protraction ni pale mabega yanaposogea mbali na uti wa mgongo na kwenda mbele kidogo, yanazunguka mbavu. Fikiria unaponyosha mikono yako mbele ili kusukuma mlango mzito. Sawa, mabega yangu yanasonga mbele, nimepata picha. Na retraction ni kinyua chake, ni pale unapoyarudisha mabega nyuma, karibu na uti wa mgongo kama unavyojaribu kubana penseli kati ya mabega yako. Nimeelewa. na Gandour anasema mwendo huu unaonekana wazi kwa farasi. Ndiyo, anasema ni kama lugha ya mwili wao. Unaweza kuona waziwazi mabega yao yakifunguka na kusonga mbele, yaani protraction, anapoongeza kasi kutoka trot kwenda galop. Aha. na anapopunguza mwendo mabega yanarudi nyuma, retraction, ili kujiimarisha. anasema hii ndio lugha ya lili, bega lililo huru, bega linaloshiriki kikamilifu kwenye kila hatua, sio bega lililokufa ganzi haswa. Nimeelewa kanuni ya bega kuteleza, lakini eh, ni rahisi kusema kuliko kutenda. Najua watu wengi, na mimi nikiwemo, tunahisi mabega yetu yamebana. Je, chanzo kinatupa mbinu zozote za sisi binadamu kuanza kupata huu uhuru wa bega kabisa? na hapa ndipo anapounganisha hekima yake na mbinu za binadamu, hasa zile za Stott Pilates. Anasisitiza kuwa lengo sio kujenga misuli mikubwa, bali kujenga ufahamu, ufahamu, ufahamu wa jinsi bega linavyojisikia na linavyosogea. Sawa, na ni mazoezi gani anayopendekeza? Anaanza na msingi kabisa, kuweka bega katika hali ya kawaida, Neutral placement. Hilo siyo zoezi ni kama mkao, ni zoezi la akili, ni kujifunza kuweka bega lako mahali ambapo halina mkazo, sio mbele sana, wala nyuma sana. Kisha anapendekeza mazoezi ya kutenga mwendo, yale yale tuliyoyazungumzia, protraction na retraction, lakini ukifanya polepole pole na kwa udhibiti. Unajua, ninaposikia yajayo, kichwa changu kinawaza tu jinsi mabega yangu yanavyopanda juu kuelekea masikioni ninapokuwa na stress kazini. <laughs> Umesoma mawazo yangu. Zoezi la tatu ni elevation na depression, kuinua na kushusha. Ndiyo, unainua mabega kuelekea masikioni na kisha kuyashusha chini mbali na masikio. Lengo ni kufanya hivyo bila kubana shingo na kuhisi tofauti kati ya mkazo na utulivu. Sawa. Mwisho anataja mazoezi kama arm scissors na arm circles, ambapo unanyosha mikono na kuisogeza hapa. Lengo ni kuhisi jinsi lile jembamba lako omoplate linavyoteleza vizuri kwenye mbavu wakati mkono unafanya kazi. Inavutia sana. Kwa hiyo, kwa farasi dadale ya kufanya arm circles, wanafanyaje ili kupata matokeo yale yale? Mazoezi yao ni tofauti, lakini kanuni ni ile ile. Chanzo kinataja kazi ya long ambapo farasi anatembea au kukimbia kwenye duara kubwa bila mpanda farasi, bila mpanda farasi. Mabadiliko ya mwendo na ukubwa wa duara yanalazimisha misuli ya bega kufanya kazi kwa usawa. Pia wanatumia bar au sol au pau zilizolazwa ardhini. Hizo si za kuruka, si lazima katika muktadha huu. Lengo sio kuruka, bali ni kumfanya farasi ainulie liguu yake juu kidogo kuliko kawaida anapotembea aa ili awe na ufahamu zaidi wa mwili wake, ndiyo proprioception. Inaamsha misuli inayoinua bega na kiwiliwili. Halafu kuna mazoezi ya hali ya juu kama epaule en dedans, yaani bega ndani, ambayo kimsingi anamfundisha farasi kusawazisha mwili wake. Sawa, haya mazoezi ya bega yanaeleweka, lakini najiuliza, inawezekana mtu akafanya mazoezi haya yote lakini bado akawa na mabega yaliyobana? Yaani, kuna kitu kingine kinachoweza kuharibu juhudi zote hizi? Swali zuri sana, na chanzo kinasema ndiyo kabisa. Unaweza kuwa unafanya kila kitu sawa kwa mabega yako, lakini kama umesahau bosi wao mkuu, nani huyo? Uti wa mgongo. Basi ni kazi bure. Gandor anasisitiza kuwa huwezi kutenganisha bega na uti wa mgongo, ni mfumo mmoja. Hilo lina maana gani katika vitendo? Mkao wangu wa mgongo unaathirije mabega yangu? Fikiria hivi. Jaribu kukaa huku umejibinua kifua mbele kupita kiasi, hali ya extension sawa. Utaona mabega yako yanavutwa nyuma kwa nguvu. Hiyo ni retraction, ni kweli. Sasa jaribu kujikunja kama paka, ukiinama mbele, flexion. Utaona mabega yako yanasukumwa mbele na kutengana, protraction. Uhusiano huu ni wa moja kwa moja kabisa. Kwa hiyo kama mkao wako wa kawaida wa uti wa mgongo umejipinda isivyo mabega yako yatalazimika kuwa katika nafasi isiyo sahihi pia. Hakuna zoezi la bega litakaloweza kurekebisha hilo peke yake. Ndio maana katika Pilates na yoga wanasisitiza sana kuhusu neutral spine kabla ya kuanza zoezi lolote. Sasa nimepata picha kamili. Hii inanifanya nifikirie ni bora nifanye haya mazoezi nikiwa nimelala sakafuni au nimekaa kwenye kiti. Chanzo kinajibu swali hilo kwa mantiki nzuri sana. Gandour anapendekeza uwanze ukiwa umelala chali. Kwa nini? Sababu ni kwamba unapokuwa umelala unaondoa changamoto ya nguvu ya uvutano kwenye mkao wako. Mwili wako wote umepumzika, unaweza kuelekeza akili yako yote kwenye kuhisi mwendo mdogo wa bega. Ni mazingira yaliyodhibitiwa, lakini hatuishi maisha yetu tukiwa tumelala. Hapo ndipo hatua ya pili inapoingia. Baada ya kupata ule ufahamu wa msingi ukiwa umelala unahamishia mazoezi hayo kwenye hali ya kukaa na kisha kusimama, ambayo ni changamoto zaidi. Changamoto zaidi kwa sababu sasa unahitaji kutumia misuli ya mkao wako, yani core muscles, ili kuimarisha uti wa mgongo wako wakati unafanya mazoezi ya bega. Lakini hii ndiyo njia ya kuhamisha ujuzi huo kutoka kwenye zulia la mazoezi na kuupeleka maisha halisi. Sawa, hebu tujaribu kukusanya haya yote. Kinachonivutia zaidi ni jinsi tofauti moja ndogo ya kianatomia, uwepo au ukosefu wa mfupa wa kifundo clavicle, Yeah. inavyosababisha mifumo miwili tofauti kabisa ya maisha. Sisi tuna utulivu wa kimundo, na farasi wana utulivu na unaohitaji kazi ya misuli kila sekunde. Na kutokana na hilo tunajifunza kuwa bega lenye afya sio bega gumu, bali ni bega linaloweza kuteleza kwa uhuru linasawazisha kati ya kushikilia na kuacha. Na muhimu zaidi, tumegundua kuwa bega haliishi peke yake kamwe. Afya yake inategemea moja kwa moja afya na mkao wa uti wa mgongo, na ile sitiari ya Gandour sasa ina maana kubwa zaidi kwangu. Alisema bega sio mfupa tu bali ni mazungumzo. Ndiyo, ni mazungumzo ya kila wakati, kati ya nguvu na wepesi, mazungumzo kati ya utulivu na mwendo. Ukikaza sana misuli unapata utulivu, lakini unapoteza wepesi, unapoteza uhuru. Ukiilegeza sana unapata uhuru, lakini unapoteza nguvu na udhibiti. Sanaa yote iko katika kupata ule usawa katikati, na anahitimisha uchambuzi wake kwa wazo ambalo yani linagusa sana. Gandour anasema bega likiwa limetulia katika hali yake ya kawaida, lakini likiwa huru kusogea, basi unaweza kwenda mbio kwa wepesi, galoper leger kwa Kifaransa. Sio tu kukimbia, bali kukimbia kwa wepesi, ufanisi na bila mzigo. Kwa hivyo, swali la kukuacha nalo wewe, msikilizaji, ni hili: katika maisha yako ya kila siku, unapokuwa umekaa kwenye dawati lako unapobeba begi lako au hata unapomkumbatia mtu, ni nini hasa kinachozuia mabega yako yasipate uhuru huo? Ni tabia gani, mkazo gani, au mkao gani unaokuzuia wewe, hmm, kwenda mbio kwa wepesi?